Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV. Sisi ni sisi. Yes, all right. Mambo vipi? Natumai kwamba uko bomba kabisa. Mimi niko freshi, lakini kama ulikuwa uko bize na maisha na ulikuwa unajiuliza ni wapi ambapo utarudisha furaha yako, tabasamu, kicheko, usiofu, sisi ndio watu ambao e, tunakurejeshea kila kitu ambacho eh, kitahakikisha unakaa poa, lakini pia tunakuletea mtazamo tofauti kabisa na ule ambao ulikuwa, eh, unafikiria. Karibu kwenye Moz Public Tv, eh, sehemu ama tv pekee ambayo inakuletea vipindi ambavyo ni vya moto kabisa. Nitage mtu na nusu, niko na director Boaz, mambo vipi? Fresh kama kawa eh, kama kawa. Niko na Beatrice yeah, au Cassandra mm, mishes, nasema fresh tu siku nyingi hatujapatana, hatujaonana, na ulikuwa busy sana na maisha. Nipo. Okay. Sawa, kabla hatujaendelea, tuambie neno lolote watu wanaotutazama, hasa wa Afrika, wazungu, kama ni Kiingereza unaweza kuongea, go ahead. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> niwaambie tu wazidi kututazama basi. Okay. Yeah. Sawa, a, tuanzie hapa, mzee umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao na kila mtu ambaye anatumia simu vizuri, TikTok, Facebook, Instagram, basi atakuwa alikutana na klipu za za mtu anaitwa Muna, na wewe utakuwa ni miongoni mwa wasichana ambao wamekutana na na huyo mtu ambaye anaitwa Muna. Uh, watu wengi, mitazamo yao na komenti zao, wanasema kwamba Muna ni shoga, sijui nini na nini, anafanya hivi, kwa nini anafanya pigo za kike. Natamani kukusikia na wewe unasema neno lolote kwanza kumhusu. Je, ulivyomuona? na kile kitu ambacho watu wanaongea ni kweli ama ni maisha tu yako vile? Okay, mara ya kwanza mimi nimeona kweli kwenye mtandao hmm, watu wakimwongelea vibaya, yes. Ila nilivyokutana naye nikamwona sio mtu wa hivyo mm-hmm. Ya, ila ameamua tu kujiweka vile kosha kutana naye yeah. Kabisa yeah. Kwani uliprove vipi kuhakikisha kwamba sio mtu wa hivyo kwa mwonekano au ulihakikisha kabisa ni mtu wa hivyo kwa maneno yake tu tutamwona na utaelewa huyu mtu ni mtu wa hivyo. Lakini yule kwa maneno yake hamna, sio mtu wa hivyo. Hmm. Hmm. Sawa. Uh, nitakupa swali moja la challenge. Kama ungekuwa rais ungefanya unge, unge mabadiliko gani kwenye nchi yako ama kwenye dunia hii? <laughs> Sema naomba kwanza mike. <laughs> Okay, sawa. <laughs> Cheka kama zuri. Mm. Ah na mimi nikuulize swali hilo hilo. Eh. Yeah. Angekuwa wewe. Mhm. Mm. Ndio -hmm. rais. Ungefanya mabadiliko mm. gani? Sawa. Ah mimi sawa nipe mike. Mimi nilikuwa na mambo mengi ambayo ningefanya, sawa? Kama kama mwananchi au kama rais ninge ningewafanyia watu vitu vingi vingi vingi vingi by the kuna mabaraba, kujenga barabara, kuna kuwanunulia wananchi wote gari, ningewatengenezea watu mifumo mizuri ya kupata hela bila kufanya kazi. Huyo ni mimi. Wewe ungefanyaje? <laughs> Sina cha kufanya. Okay. Mm. Sawa, turudi hapa kwa Muna, uh, wewe umesema kwamba ulikaa naye ukagundua kwamba haiko vile bali ni maisha, lakini kwa mtazamo wa, wa, wa baadhi ya, ya, ya watu na vyombo wanasema kwamba yule yuko hivi na hivi. Wewe kwa nini umekanusha hivyo kusema kwamba hayuko sio shoga kama vile watu wanavyo, wanavyofikiri? Okay, Muna, yani mtu ambaye ni shoga. Hmm. ukimwongelea tu kuhusu masuala ya wanaume hmm, lazima atakuwa naye anasapoti hayo maneno lakini, yeah, kwa yule akimwongelea kuhusu masuala ya hivyo, mm -hmm, anakuwa nakanusha na hayapendi, anachukia kabisa unaona? mm -hmm, nilichogundua kwamba yule sio shoga. Well, hmm, kuna aa watoto hawa ambao wamekuja sana siku hizi wametrendi sana sana sana ambao wanaitwa ni Mary yule, by the way, na tumemwona kwa dekrili really, na kuna picha yake ambayo ilivuja akiwa nyunyu linaonekana Uh, umemwona na wewe ni kama dada ambaye umemtangulia kwenye haya mambo haya mambo ya, ya, industry sasa. Tunaongelea haya mambo ya, ya, ya, ya, ya Nyarugusu, una nini cha kumshauri au una nini cha kumwambia kumpongeza, vitu hmm. sina neno, huwezi kumwongelea hmm. sure? Ndio. kwa nini hutaki? siwezi tu nikamwongelea mtu hmm. hmm. kwani ananifahamu? hmm. asha kuniongelea anakujua Um, yes, kujuhesi, mu, ni msanii ni, ni, ni, ni, ni, ni mwanamuziki ni video vixen so evil, mm. E, na sio hivyo bana. Inawezekana anifahamu, kaona mi siwezi kamwongelea mm -hmm. mm. Sasa hivi ama mwaka huu unazingatia vitu gani, Kasandra hasa kwenye mwonekano wako maisha ya yeah, unazingatia vitu gani? Mm, kutafuta hela tu mm. Mm. natafuta zako hela tu, mna kitu kingine unatafuta um, sawa so, uh, mtu akikuambia bwana we, mimi nakupenda, nataka nikuoe, akuandalie kitu kama uh, akuandalie mahari ya, ya bei gani? Yaani akuandalie bei gani mahari, kama shingapi milioni ngapi? Cha kwanza tu niongee, mahali sio heshima. Okay, yeah, mimi napenda mwanaume ambaye ana heshima tu, okay Sio mahali. mm -hmm. kuna ambao wameolewa wana watoto watano sita, hawajawekewa mahali, lakini wanaishi na waume zao vizuri, na kuna ambao wamewekewa mahali milioni ngapi, unakuta baada ya siku mbili unarudi kwenu. Kwa hiyo sio poa kwa sasa hii, tukikadiria unaweza, unampenda mwanaume ambaye kwanza ana heshima, basi yeah. awe na heshima na wazazi wangu na wazazi wake pia. Kuolewa, unaweza kuolewa bure, inawezekana kwenda bure kabisa sio kwamba kwenda bure kabisa. Yani mimi kwa kwa upande wangu naweza nikaenda bure, sema sasa wazazi nao ni lazima wapate chochote kitu. mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, ni mwanamke, na inaweza ikatokea siku moja umeolewa basi. Tunatoa mfano, kwa mfano ungekuwa ni ndani mwako na mme wako, alafu siku hiyo imetokea mme wako hana chochote cha kufanya, yani hana hela, hana matumizi eh, amekosa hela ya matumizi, yani ile ration ya ndani, wewe utafanya, uta, uta, uta nini kama mwanamke? uhakikisha ile hali ya njaa, ina, ina tuna pambana, tuna nakwambia, mm -hmm. Ya njaa inatoka pale ndani. Tunapambana, tuna ndikomana nakwambia natafuta hela kwanza. Maana hata nikiolewa na mwanamume ambaye hana kipato tutatumikisha chakwangu. Mm -hmm. mm. Na ni miongoni mwa wale wanawake ambao hawapendi kuolewa na, na maskini. Hamna <laughs> sio hivyo. Mimi mwanamume yote yule naweza nikaolewa naye. Mm. Awe maskini, awe tajiri, fresh. Lakini akiwa vipi? Kwenye swala la muonekano. Awe tu kwenye muonekano mimi waga sitafuti mwanaume sijui ana sura mbaya, sijui huyu ni mzuri, sijui nini, lakini zaidi sana mwanaume mweupe hapana. mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kwa nini wanawake wengi wana, wapendi wanaume weupe ah? Mimi sipendi mwanaume mweupe kwa upande wangu, zaidi sana mwanaume mweupe, yani ukimwangalia hivi, zaidi sana utakuta mtoto akimwona na mwanaume mkaka mzuri, sasa mwanaume anaanza kusifiwa uzuri, yani zaidi yangu mimi hapana, sio vizuri. Ni bora mwanamke ndio uwe mzuri kuliko mm -hmm. so mwanaume Sawa, so, uh, tuje kwenye kwenye kwenye swala la, la, la maswala, nitaka niongelee swala la mm, wewe unaishi vipi kwenye mahusiano? Unataka mwanaume anayedeka sana au mwanaume ambaye ni kama mbabe like wewe shenzi uko wapi? like wewe vipi uko wapi? mm, vitu yeah, napenda kwenye mahusiano tu kama washikaji tu muda hmm. Wote tunatania nini? hmm. Yaani tunapenda. Juu wapi? Eh. Sio mapenzi ya kuitana baby mbele za watu. Baby na nini? Ah uh ah, -uh, ayoga naisha vibaya. <laughs> Kumbatiana, kumbatiana. Upendi? Mm, sipendi. Mm. -hmm. mm. Sawa. Sasa hivi kidogo upande wa wasichana wa kama hali imepoa, yani imedozee. Natamani kusikia unaongea jambo lolote kwa wasichana wenzako ambao tupo nao Nyarugusu maisha yao unawaona, natamani kusikia unatia komenti yako hasa kwa mienendo yao. Mienendo ipi? Tabia tu, kila mtu anakuwa ni wa moto, kila mtu anataka kujiona yeye ni bora kuliko mwingine, anataka kujiona yeye, yani yeye ndo final say kwa wenzake wote yani hmm. kwa kwa hmm. Yani okay. vijana wa bedee kidogo Lajaga, unawaelewa vizuri. Nawaelewa. <laughs> Ukiangalia kabisa kwa kawaida ni kwamba unawaelewa au zile zile uh, show zao unazipendaga? mm. Mm -hmm. Kubwa, kuliko sio kwamba nazipendaga, ni sio kwamba sizipendi. Nipo katikati tu. Okay. Wale ni, ni, ni watu ambao uh, moja kati ya tabia zao ambazo wanafanyaga ambayo inakuudhigi ni ipi? vijana wa bidii hao. Ah, sijui maana mimi sio mzoefu sana kukaa nao pamoja. Sisi tunawaona kwenye mitandao huko Facebook, Shobo na nini ile eh, eh, proud ni nyingi wanajis, wanajikubali sana. Kujikubali ni yaani, kutokana na mtu tu akiamua kujikubali, anajikubali. Mm. Ah, kwa mimi siwezi kaongelea vibaya au vizuri, maana mimi siwajui vizuri. Hmm. Naonaga tu hivyo hivyo kwenye mitandao tukikutana mpirani fresh, hmm. Yanaisha. Ni mwanaume gani unampenda kati anayejikubali na anayeishi tu, yani kawaida, yani ye yupo yupo, hajikubali sana, yupo tu yani nomo? Ninapenda mwanamume ambaye ajikubali sana. Mwanamume ambaye anajikubali sana naye sio vizuri. Unaweza mm -hmm. kujikubali sana una hela. Mm -hmm. Yeah. Sawa, so, katika mwaka wote huu sasa hivi ni mwezi wa sita. Nini ambacho kilikuuzi sana ambacho ah, hichi kitu mbona kama imekuwa challenge kwangu hasa kwenye upande wa wa mahusiano? kwenye mahusiano, sina kitu ambacho kimeniuzi, sababu cha mi sipo kwenye mahusiano. Kuna kitu ambacho kimeniuzi? Hapana. Mwanaume anatakiwa wa kwako wewe, anatakiwa awe anaoga kila siku wa uwa, wanapitisha, pitisha kidogo, siku mbili, siku tatu. <laughs> Ay, mm, sijui ni na kutokana na yeye atakavyoona. Yani mimi kwa upande wangu oga, okay, sipendi mwanaume ambaye anajiremba, mm, mweupe zaidi sana, a weupe wa, wa kutafuta. Mm. Eh, hey, sipendi mwanaume ambaye mwana, mm. Yani sipendagi kuanza kuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ana jina zaidi yangu, yaani anajulikana sana zaidi yangu. Hapana, anakuwa mm, ameshatumika sana, siwezi nikaishi naye. Sawa, tulikuona kwenye upande wa movie, ulikuwa unafanya movie na uh, sasa hivi upo kimya. Nitatamani uongelee kuhusu hilo swala, lakini pia tulikuona kwenye uh, music, ulo, ni mwanamuziki na Cassandra amekaa kimya, tukaje tukapoona kwenye swala la video vixen, kwenye nyimbo ya Sadie Brown Odema umekaa kimya hii, hii imekaaje hii ni kwamba uliacha kabisa ama ulistopu ama uh, kuna nini ambacho sisi hatukijui kinaendelea? <laughs> kuhusu mziki kiukweli nimeacha kabisa. Umeacha kabisa mziki? Mm. Okay. Nimeacha kabisa sababu, support inakuwa sio nzuri ukikutana mm. na, na support akiwa ni wa kiume anataka muwe kwenye mahusiano. Mm. Yaani mimi ni mtu ambaye yani, nikita, yani supporti, ni yani ukitaka kunisupport ni support tu. Mambo mm. ya mahusiano weka pembeni. Mambo ya kupendana. E. Okay. Kwa kwenye mziki kabisa niliacha maana naona ila na. Kwenye video vixen ni pia niseme tu nimeacha sababu ile ile kazi nimefanya na Sadi Brown, yule ni ndugu yangu mm. na aliniambia tu ni msapoti kwa ile, tukafanya kazi ikaisha, ila kwenye kuigiza, na nahitaji nirudi kwenye kazi ya ile sasa. okay. yeah. Nitaomba watu wanipe support yeah, nataka nirudi kwenye kazi ya kuigiza, waigizaji waje sasa eh tufanye kazi kwa. Unataka kusema kwamba mabosi wote ambao mlikuwa mnakutana nao walikuwa wanahitaji uwe bebi wao. Baadhi ya, ya wengi walikuwa wanahitaji hivyo hivo, na unakuta ba, nani wengine, mnaweza ukafanya mkataba leo mm. baada ya siku mbili tatu bosi anakimbia ana, yani mm. ukawa umwoni sijui ilikuwa ni kwa nini. mm -hmm. Sawa, kuna kauli moja niliisikiaga kwamba madada wa kambini ya mwogi mnanawa. Hii kauli ulikutana nayo na ulivoisikia, ulivo Eh, mara ya kwanza kabisa uli uli, uli react vipi? Da, kubwa kuliko. Kwanza mimi ndio kuisikia hiyo kauli. Ila kuhusu kuoga na kuna hamna <laughs> sio hivyo ni kila mtu. Mm -hmm. Yeah, anapojipangia yeye. Ila mm -hmm. Sina uhakika kama kuna mwanamke ambaye anaweza kukaa bila kuoga. Mm -hmm. Sina uhakika. Mwanamke na mwanaume ni vitu vile tofauti. Mwanamke mm -hmm. anaweza kukaa siku nzima bila kuoga. Unako mm -hmm. mm. na una lazima uoge. Ni lazima uoge. Yaani penda usipende ni lazima. Ndio yeye yeah, akasema kwamba muogi mnanao. mna wanaoga wazenu miguu tu. Mtu ana nao miguu mnaweza nikapishana naye? Si si, sitakuwa ni balaa. Ni Mungu na mauti. Hao watu wezi kupiga stori kama hivi tunavyoongea na wewe. Eh. Zaidi sana kwa mwanamke koo mm. Sina uhakika kama watu kweli hawaogi. Mhm. Sawa. Nadhani umeshawaambia watu kuhusu swala la movie, una unahitaji kurudi kwenye kazi na watu waje wakuchukue muendelee kufanya movie. So, ah, tunaenda kumaliza maliza. Sasa hivi kuna kuna kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hasa kwenye upande wa muziki. Mambo yamechangamka sana sana sana sana. Lakini pia kwenye upande wa movie mambo yamechangamka sana. Natamani kujua wewe ni ni ni, ni, ni msanii gani, ni muigizaji gani wa kwanza ambaye unatamani kuanza kukutana naye kwenye kazi au yeyote atakayejitokeza mm. <laughs> Niseme yoyote yule, maana bado natafuta support mm. mm. Mapisi wa Marekani unawaona. <laughs> Sije mwona yoyote yule tofauti na mdogo wangu tu, mdogo wako. <laughs> Mpe hai kidogo mdogo wako. Hi baby, I love you <laughs> unaongea kama yule dada za Samaru, unamkumbuka? <laughs> Yule namkumbuka eh. Lakini nasikia kama alikufurahisha sana yule dada. Sana yani, wewe acha tu mm -hmm. mm -hmm. Tumalize na neno lolote la mwisho kwa, kwa mashabiki ambao wanatutazama, neno lolote chochote ambacho unajisikia kuongea, kama una business unayofanya, kama una biashara unayofanya tuambie, ili kwamba tumalize ya. Niwaambie tu mashabiki kwamba wazidi kutusapoti zadi sana kwa upande wa wangu mimi wanisapoti. mm -hmm. Maana nataka nirudi kwenye kazi ya kuigiza wanisapoti. Hmm. Wasi choke nani kutufuatilia bwana hmm. hmm. yeah. mtazamaji hmm. well, wa Moz Public Tv. Nadhani iko hivyo. Show ilikuwa kidogo imeshikiliwa na jina nusu, lakini wanapata show kamili ambayo ni mtu na nusu. Niko na director Boazi. subscribe mara nyingi ili kwamba taarifa zetu zisikupite. Hii ni Moz Public Tv. Niite kwenye Instagram kama official_mtu na nusu lakini pia Facebook unanipata kama mtu na na nusu. Kwa nanusu unakuwa umetisha ile kinoma noma, bye. Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV. sisi ni sisi